Ulipotupo twende pamoja. Wengi waliahidi, lakini je, wametekeleza? Swali hili limekuwa likihojiwa na wananchi wengi nchini Tanzania, pale ambapo waliowatuma kuwakilisha kwenye nafasi ya udiwani na ubunge wanapohitimisha uongozi wao. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Lupa Masache Kasaka amesema serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan imetekeleza ilani ya chama cha mapinduzi CCM kwa zaidi ya asilimia 90 katika jimbo lake kwa mwaka 2020 2025. Masache amesema miradi mingi ya maendeleo imetekelezwa kwenye jimbo la Lupa na kusaidia kutatua changamoto zilizokuwa zikiwakabili wananchi wa jimbo hilo. Tumeweza kufanikiwa kwenye mambo mengi. Kama mnavyofahamu, wilaya ya Chunya kwa muda mrefu ilikuwa nyuma kwenye vitu vingi, ilikuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo katika hii miaka mitano ambayo mimi miaka mine, ambayo mimi nimehudumu lakini na miaka minne ambayo tumehudumu pamoja na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan tumeweza kutekeleza miradi mingi, tumeweza kutatua changamoto nyingi, na tumeweza kupiga hatua ya maendeleo ndani ya wilaya ya Chunya. sera nzuri za serikali ambazo iko chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunatekeleza ilani ya chama chetu, tumeweza kutengeneza sera ambazo zinapelekea wawekezaji kuweza kuja teknolojia iweze kuboreka. Kwa mimi niseme, katika kipindi cha miaka mitano ambayo mimi nilipewa ridhaa, yale ambayo tuliwaahidi wananchi tumeyafanya zaidi ya asilimia 90. Aidha, ametaja baadhi ya miradi iliyotekelezwa na serikali ya awamu ya sita ikiwemo ujenzi wa zahanati na vituo vya afya kipindi cha miaka hii mitano. Kwenye upande wa afya tumeweza kujenga zahanati mpya kumi na tano tumeweza kujenga vituo vya afya vipya vitano, tumeweza kuboresha vituo vya afya ambayo sasa vimeweza kufanya operation viwili, lakini tumeweza kuiboresha hospitali yetu ya wilaya ambayo zamani ilikuwa ilikuwa katika hadhi ya kituo cha afya sasa imeweza kuwa hospitali ya wilaya, zimejengwa wodi, zimejengwa emergency zimejengwa zimeunua zime vifaa tiba na katika kipindi hiki eh, mafanikio kwenye sekta afya yamekuwa makubwa na tumeweza kufanikiwa kupata magari ya wagonjwa matatu. Upande wa madini tumeweza kufanikiwa kwa maana sekta madini imeendelea kukua imeendelea kuwa mkombozi. Leo mnaona mji wa Chunya unakuwa kwa kasi, kila mmoja anatamani kuishi Chunya, ni kwa sababu ya sekta ya madini <coughs> sera nzuri za serikali ambazo iko chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tunatekeleza ilani ya chama chetu, tumeweza kutengeneza sera ambazo zinapelekea wawekezaji kuweza kuja, teknolojia iweze kuboreka. Leo uchimbaji umeweza kuwa mzuri zaidi na kwa mara ya kwanza bei ya dhahabu imeweza kupaa, katika kipindi chote toka dunia imeumbwa haijawahi kufikiwa. Sisi kwetu haya ni mafanikio makubwa, kwa sababu tunasema tunawapelekea fedha wananchi mifukoni. Tumeweza kufanikiwa hasa kwenye mradi ya maji vijijini, ambayo inahudumiwa na inahudumiwa na Ruasa eh, vijiji kwa maana ya eh, kata ya Mkungungu tumepeleka mradi, kata ya Mtanira, kata ya Mamba, kata ya Matwiga kwa mamlaka ya mji mdogo wa Makongorosi, kwa maana kata ya Bwawani, Makongorosi pamoja na Mkola, kata ya Matundas, kata ya Ifumbo ye, kata ya Sangambi, lakini tuweza kuboresha mradi ambapo kwenye kata ya Chalangwa kuongezea fedha zaidi ya milioni mia tatu ambazo zipatikana pale kwao. Kwa, kwa kweli tumeweza kufanya eh, kwenye upande wa, af kwenye upande wa maji tumeweza kupiga hatua kubwa sana. Changamoto iko hapa Chunya mjini kwa sababu tupo kwenye mradi wa miji ishirini na nane ambao utekelezaji wake utaanza muda si mrefu. Kwenye sekta ya miundombinu hasa miundombinu ya barabara tumeweza kufanikiwa kiasi kubwa sana. Wakati naingia ingia 2020 na 2020 20, 20, 20, 20, 20 moja bajeti nikuta milioni 750 kwa mwaka, na ingia sasa hivi tunaenda kumaliza bajeti ni bilioni mbili point mbili. Haya ni mafanikio makubwa ambayo imetuwezesha kuweza kuzijenga barabara mpya na kuzifungua vizuri, kuzikarabati kwa kila mwaka barabara ambazo sasa zinapitika vizuri, lakini tumeweza kufanikiwa kujenga madaraja haya kwetu ni mafanikio, lakini kwa jiografia, wilaya ya Chunya bado hatujaweza kufika kule ambako wananchi wanatamani kufika serikali, sekta ya, miundombinu ya barabara ili tuweze kwenda pakubwa zaidi, lakini pia tunaendelea inatuahidi, eh, kujenga barabara ya kiwango cha lami kuanzia Makongorosi kuweza kuelekea mpaka Mkiwa ambapo upande wa Mkiwa, tayari mradi umeshaanza. Kwa hiyo haya, sisi kwetu kwenye upande wa miundombinu ya barabara tumefanikiwa kutoka bajeti ya milioni mia saba hamsini mpaka bilioni mbili ni, ni, ni mafanikio makubwa sana e, tunaona kwenye upande wa elimu wote wa Tanzania wakuwa mashahidi mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kufanya mambo makubwa sana ndani ya Tanzania yetu hii na ndani ya wilaya ya Chunya, tumeweza kujenga madarasa mengi, tumejenga shule shikizi nyingi, tumejenga shule mpya za kutosha, tumeweza kukarabati e, shule chakavu za kutosha. Lakini pia kwa mara ya kwanza tumeweza kujenga sekondari mpya katika kipindi cha miaka mitano, sekondari sita. Tunaendelea kuiambia serikali tuongezee budget kwenye sekta ya miundombinu ya barabara ili tuweze kwenda pakubwa zaidi. Lakini pia tunaendelea kuiambia serikali na imekuwa inatuahidi eh, kujenga barabara ya kiwango cha lami kuanzia Makongorosi kuweza kuelekea mpaka Mkiwa, ambapo upande wa Mkiwa kuja huko Makongorosi tayari mradi umeshaanza. Kwa hiyo haya sisi kwetu kwenye upande wa miundombinu ya barabara tumefanikiwa kutoka bajeti ya milioni 750 mpaka bilioni mbili. Ni, ni, ni mafanikio makubwa sana e, tunaona kwenye upande wa elimu wote wa Tanzania wakuwa mashahidi Mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kufanya mambo makubwa sana ndani ya Tanzania yetu hii na ndani ya wilaya ya Chunya tumeweza kujenga madarasa mengi, tumejenga shule shikizi nyingi, tumejenga shule mpya za kutosha, tumeweza kukarabati eh, shule chakavu za kutosha lakini pia kwa mara ya kwanza tumeweza kujenga sekondari mpya katika kipindi cha miaka mitano sekondari sita: sekondari ya Sangambi ambao pia tumeweza kuipasisha kidato cha tano na cha sita sekondari ya wanawake ya Lupa, inajulikana kama mama eka Girls, sekondari ya Nkungungu, sekondari ya Lualaje, sekondari ya Mafia na sekondari ya Kambikatoto. Wilaya ya Chunya tumeweza kujenga madarasa mengi, tumejenga shule shikizi nyingi, tumejenga shule mpya za kutosha tumeweza kukarabati eh, shule chakavu za kutosha, lakini pia kwa mara ya kwanza tumeweza kujenga sekondari mpya katika kipindi cha miaka mitano, sekondari sita, sekondari ya Sangambi ambayo pia tumeweza kuipasisha kidato cha tano na cha sita, sekondari ya wanawake ya Lupa, inajulikana kama maeka Girls, sekondari ya Nkungungu, sekondari ya Lualaje, sekondari ya Mafyeka na sekondari ya Kambikatoto lakini haya yote kwenye sekta ya elimu ni mafanikio kwetu, lakini hatujaishia hapo. Tumeweza kujenga pia na chuo cha VETA zaidi ya bilioni 2.8 zilizoweza kutumika ukichanganya na na, na vitendea kazi, kwa maana vile vinavyotumika kwa kufundishia tunakwenda bilioni tatu, na sisi kwetu ni mafanikio makubwa sana. Lakini tumeweza kujenga pia shule ya mchepuo wa Kiingereza kwa maana ya English Medium, ambayo inamilikiwa na halmashauri yetu. Haya sisi kwetu ni, ni, ni mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya mawasiliano, changamoto ilikuwa kubwa. Tumeweza kufanikiwa kuweza kupeleka minara, mawasiliano sasa imekuwa si changamoto tena. Baadhi ya maeneo kidogo changamoto, lakini tumeweza kutatua hili kwa kiasi kikubwa sana. Upande wa umeme, wakati mimi naingia, zaidi ya vijiji kumi na tano vilikuwa vina umeme, kata nne za kimkakati zilikuwa zina umeme, lakini leo navyozungumza na nyinyi, vijiji kumi na tano kwa maana Chunya, tu ya vijiji arobaini na tatu vijiji vyote vina umeme. E, kata nne zilikuwa zina umeme kwa maana ya kata ya Nkung'ungu, kata ya Lualaji, kata ya Mafyeko na kata ya Kambikatoto. Leo zote zina umeme, vijiji vyote vina umeme. Kazi kubwa ambayo tunaenda nayo ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, na awamu hii tunayoenda nayo tuna vitongoji zaidi ya thelathini na nne ambavyo vinaenda kupelekewa umeme, na tayari mkandarasi tulishasaini mkataba, yuko site anaendelea na, na, na kazi. Lakini hatujaishia hapa. Tumeendelea kupeleka umeme kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo katika maeneo ambayo yaliainishwa ya mwanzo kuanza nayo, maeneo kumi na nane, tumefikisha umeme kwenye maeneo kumi na sita, bado maeneo mawili. Sisi kwetu haya ni mafanikio makubwa sana. Eh, kwenye sekta za kilimo kama unavyofahamu, wilaya yetu ya Chunya shughuli zake za uchumi zimegawanyika sehemu kubwa mbili upande wa tarafa ya Kiwanja ni uchimbaji wa madini, tarafa ya Kipembawe ni kilimo, na kilimo kinachotegemewa kwa kibiashara ni kilimo cha tumbaku. Wakati tunaingia eh, changamoto zilikuwa kubwa kwenye zao la tumbaku, na tulikuwa na kampuni moja tu ambayo ilikuwa inafanya biashara hiyo, lakini leo tunapozungumza tuna makampuni saba ndani ya mkoa wa kitumbaku wa Chunya. Hii imepelekea kuwepo ushindani wa kibiashara, hali iliyopelekea bei imeweza kuwa nzuri na wananchi wananufaika kwenye upande wa pembejeo zinafika kwa wakati, lakini mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa pia ruzuku kwa wakulima wetu. Haya sisi ni mafanikio makubwa sana. Kwenye upande wa madini tumeweza kufanikiwa kwa maana sekta madini imeendelea kukua, imeendelea kuwa mkombozi. Leo mnaona mji wa Chunya unakua kwa kasi, kila mmoja anatamani kuishi Chunya ni kwa sababu ya sekta ya madini. Serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwanza imeleta zile shule ambazo tunasema shule za amali ambazo zinafundisha ujasiriamali pamoja na ufundi e, na hii ni kwa nchi nzima. Kwa hiyo hii tumeendelea kuambia vijana wetu kwamba waendelee kujifunza shughuli za ujasiriamali, shughuli za mikono, ili wanapomaliza elimu zao waweze kuweza kufanya shughuli nyingine pasipo kuajiriwa. Lakini pia ndio maana tukasema tumwajengea na chuo cha VETA kwamba akimaliza elimu e, e, ya amali hapa anaweza kwenda kujiendeleza kwa masomo ya juu zaidi kupitia chuo chetu cha ufundi cha VETA ambacho kipo ndani ya wilaya ya Chunya, ili anapotoka anakuwa amewiva, na akitoka amewiva vizuri sana, sasa ataweza mwenyewe kuweza kufanya shughuli za mikono kwa maana ya kujiajiri na kupitia mama yetu Samia Suluhu ameweza kurudisha ile mikopo ya asilimia kumi ambayo mtu akishatoka huku na ujuzi wake, anaenda halmashauri, anapata mkopo, anapata chanzo cha kwenda kwenda kwenda kujiajiri na kuweza kwenda kufanya kazi vizuri zaidi. Hata hivyo, amesema kutokana na kazi zilizofanywa na serikali ya awamu ya sita, wananchi wa jimbo la Lupa wamemchukulia fomu kuwania kwa awamu nyingine nafasi ya ubunge wa jimbo hilo. Tutoka tutoka sheria madini ilivyobadilika mwaka 2017 ambapo tuliona mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini, lakini pia e, kwa, kwa, kuanzishwa kwa masoko ya madini. Sisi kwa wilaya ya Chunya, kabla ile sheria kuweza kubadilishwa, tulikuwa tunazalisha kilo 20 kwa mwezi, kilo ishirini kwa mwezi, lakini leo tunapozungumza tunazalisha kilo mia tatu hamsini kwa mwezi. Haya sisi kwetu ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo hii inapelekea kodi inayolipwa moja kwa moja serikalini ni kubwa kwa kila mwezi, kodi inayolipwa kwenye halmashauri kwa maana ya services ni kubwa, lakini mzunguko wa fedha kwa wananchi umekuwa ni mkubwa sana. Ndio maana leo mnaona mzunguko wa fedha ambao upo leo, maendeleo ya Chunya yanakwenda vizuri, lakini ya ajira pia zimeweza kwenda kupatikana kwa maana ya vijana wetu na wataalamu kuweza kuajiriwa. Lakini kutokana na hizi mzunguko wa fedha kuwepo, hii, hii sekta ya, ya, ya madini imechochea sekta nyingine kuweza kukua maana sekta ya ujenzi imeweza kukua, sekta ya usafirishaji, sekta ya umeme, sekta ya miundombinu za barabara, zote hizo kwa sababu madini yanapatikana huko. Kwa hiyo kupitia madini peke yake imechochea hii sekta nyingine kuweza kukua, na haya kukua kwake huko ndio maendeleo ya Mwanachunya, maendeleo ya Mtanzania na maendeleo ya serikali yetu, sababu wilaya ya Chunya ilikuwa na changamoto nyingi, bado kuna maeneo hatujaweza kufika, ndio maana Leo mnaona wanachunya wao kwa wingi wao kwa umoja wao waweza kuendelea kuniomba mimi niendelee kuweza kuwatumikia, na wao wenyewe waweza kunichukulia fomu ya ubunge ili niweze kuendelea kuweza kuwatumikia wanachunya. Kwao mimi niseme, katika kipindi cha miaka mitano Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan ameweza sana kutufanyia mambo makubwa ndani ya wilaya ya Chunya. Mtazamaji wa TAI Vision, endelea kusabskribe, kulaiki na kukomenti kwenye chaneli yetu, ili wa kwanza kupata habari zetu. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, ulipo tupo, twende pamoja.